Tukiangazia mengine ni kwamba wadau katika sekta ya usafiri wametoa wito kwa wahudumu wa uchukuzi kutumia huduma za usafiri wa kidijitali ili kupiga jeki sekta hiyo inayozidi kuwavutia wakenya wengi. Wakizungumza katika eneo la Kilifi mapema hii leo kwenye kikao kilichoongozwa na mkurugenzi wa kampuni ya kutoa huduma za usafiri ya mitandao ya Weego Anthony Masharia, wadau hao walikubaliana kwamba usafiri wa mitandao utarahisisha na kuwasaidia wateja kutotozwa zaidi kilinganishwa na usafiri wa kawaida. Kampuni ya Weego imepongezwa kwa juhudi zake za kiteknolojia na kuwakuza madereva wenyeji. Ambao wamekuwa kwa mara kwa mara wakilipishwa bei ambazo haziambatani na mfumo fulani ama hazifuati kanuni fulani, wanaweza pata afueni wakiitisha ama kuagiza ama kupanga safari yao na Weego, kwa sababu online ina faida nyingi sana. Kitu cha kwanza tunaweza tukasema, ukitumia online mambo ya usalama hayana hatiati, hiyo ni 100%.